Masikani zetu na vikao vyetu vyote vimeharibika, vimechafuka kwa sababu yale mapenzi ya hakika ambayo yanatakiwa yawepo hayapo. Lakini siku yalipokuwepo ulimwengu wote ulikuwa na amani, na wanashuhudia hayo wasiokuwa Waislamu. Mwandishi wa Ireland George Bernard Shaw anasema lau anna Muhammad ibn Abdullah Ana. Anazungumza mwenyewe anasema Ingelikuwa huyu Muhammad mwana wa Abdallah mtume wa, wa Waislamu baina na fi hadhihi al-ayyam, angekuwepo katika siku hizi ambazo sisi tunaishi, la alla mashakila al-alami kullaha, angeyatatua matatizo ya ulimwengu mzima. George Bernard Shaw anakiri hivyo mwenyewe, anasema I have studied him, nimemsoma, nimemuona Muhammad a wonderful man. Nasema ni mtu wa ajabu kabisa, mtu wa miujiza, mtu ambaye wa sijapatapo kumwona. Kisha kisha alikuwa anasema mbele ya maneno haya kwa mawazo yangu mimi, George Bernard Shaw: huyu Muhammad ibn Abdullah he must be called a savior of humanity, yeye ndo ana haki ya kuitwa mwokozi wa wanadamu yeye ndo ana haki ya kuambiwa yeye ndo Sevia. Mwokozi wa watu kwa sababu amemuona. Ingekuwa huyu anaitwa Abubakar au Ali ungesema ni Muislamu anamfagilia mtume wake, lakini George Bernard Shaw ameishi katika karne ya 19. Huko anamzungumza nani? Muhammad ibn Abdullah ni kwa sababu tu hili neno al-hub ameliona kati yake na masahaba zake ridwanullahi ta'ala alayhi. Neno hili ndugu zangu Waislam ndilo lilofanya mpaka jani ukaliona limeweza kulala juu ya jani lengine. Anasema mmoja katika wanachuoni wa ijtima: laula lhub lama taallaka ghusnun ala ghusn, kama sio mapenzi usingeweza kuona jani au branch imelala juu ya branch nyingine na ikairuhusu kufanya hivyo mapenzi mpaka kwa ma, majani na miti na vitu vingine ambavyo havina akili kama wanadamu. Lakini kilipokuwa kimekosekana kilima hiki kwa binadamu, au kipo lakini kipo kiujanja ujanja, kila kitu kimekuwa kibaya, basi mshairi anasema: hadhi dhunubi fil wara kathurat wa laysa li amalun fil hashri yunjini wa kad ataituka bitawhidi yashabuhu

kumpenda kwangu mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hadha alqadru yakfini, na kiwango hiki kinitoshe na kitanitosha kwa sababu nampenda Mungu na mtume. Kwa ajili hiyo basi sahaba ridwanullahi taala alaihim, tutawaeleza baadhi ya masahaba vipi walivyokuwa wakimpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Mapenzi ni kitu ambacho kinatoka katika moyo wa mtu na mara nyingi sana ndo sababu ya mtu kumtii mtu, na ndio sababu ya mtu kumfuata mtu, na ndiyo sababu ya mtu kumtekelezea mtu yale anayoyahitaji kwa sababu tu kuna mapenzi. Na hii ni picha ambayo mara nyingi sana unaiona kutoka kwa mzazi mbele ya mtoto wake, au mtoto mbele ya mzazi wake kutoka kwa mke mbele ya mumewe au mume mbele ya mke wake, kutoka kwa rafiki mbele ya rafiki yake na mifano hiyo. Kinachowafanya wakawa pamoja, wakasikilizana, wakatumikiana kwa yale wanayotumana ni kwa sababu tu kuna mapenzi kati yao. Akiwa naye anafurahika, akiwa hanaye anahuzunika, na maneno anayoyasema mbele yake ni maneno mazuri ya kutia tamaa ya kufurahisha, sio ya kuchukiza. kweye kwa kadri ya vile unavyopenda ndo kadri ya ukaribu unavyokwepo, na kadri ya vile unavyochukia ndo kadri ya ule umbali unapatikana. Ndo wenye kusema kasema, bi qadri alhub yakunu alqurb, kwa kiwango cha mapenzi utakachotoa ndo ule ukaribu unaupata. wa bi qadri alwidad yakunu limdad, na kwa kiwango cha yale mapenzi unayoyatoa ndo mtu anaweza kukumiminia kila kile ambacho kinaweza kuhitajika kwa lengo la kuzungumza. Mapenzi kwa kweli ni kitu kikubwa ambacho leo kimekosekana. Ndio maana tunakuwa wavivu labda wa sala, tunakuwa wavivu wa funga, tunakuwa wavivu wa darsa, tunakuwa wavivu wa kusoma Qur'an, tunakuwa wavivu wa kutekeleza matekelezo mengi ya kidini. Kwa sababu mapenzi hayapo, bilhub kullu shay'in yahun, kwa sababu yakupenda kila jambo zito linakuwa jepesi. Ndio maana mwenye kusema ngasema ajaban, ni ajabu kwa yule ambaye kwamba anadai anampenda Mwenyezi Mungu, anasema kaifa ta'sul ilaha wa tudhhiru hubahu, ta'sul ilaha wa tudhhiru hubahu, una muasi Mungu alafu unadai kama unampenda. La umri, hadha min alfiali shaniu law kana hubuka sadiqan la ataatahu inna almuhiba liman yuhibbu mutiu, ingelikuwa kweli unampenda usinge maasi, sababu mpenzi kwa anayempenda huwa ni mwenye kutekeleza yale ambayo anatakiwa ayatekeleze. Ndio neno hili tukasema lina maana kubwa, lina un, un, thamani kubwa na vile vile lina leta athari kubwa kama lipo jambo la mapenzi kati ya mtu na yule ampendaye. Sikwambii kati ya wewe na mtume wako ambaye amekutoa katika kiza akakupeleka katika nuru. Tutapiga baadhi ya mifano ambayo masahaba ridwanullahi taala alaihim, ni wengi sana waliokuwa wamempenda mtume na history imetuelezea, tarikhi imesajili mawaqif jalila kutoka kwa masahaba waliokuwa wakimpenda sana mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakufanya hivyo kwa ria, walikuwa wanatekeleza. Hii ni ibada. Kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada. Kwani vipi utatekeleza wewe amri zake na amri za Mwenyezi Mungu kama huna mapenzi? Pale Allah anasema, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Na wale ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu mapenzi yao makubwa ni kwa Mwenyezi Mungu, na kumpenda Mungu ndo kumpenda mtume na kumpenda mtume ndo kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ilikuwa ni moja katika njia za ibada kuu wao kumpenda mtume wao wow. mtume alisema siku moja, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa naasi ajmai, hawi na imani ya kweli mmoja wenu mpaka mimi mtume niwe napendeza zaidi kwake kuliko baba yake na watoto wake na watu wote wa ulimwengu mzima. Sasa jijua ndugu yangu Muislamu, kama ndani ya huu moyo wako mapenzi ya mwana ni makubwa kuliko mapenzi ya mtume, mapenzi ya mama na baba ni makubwa kuliko mapenzi ya Rasulullah, mtume anasema, imani yako bado haijakaa mahala pake. Unatakiwa umpende mtume na ndivyo ilivyo hasa, kuliko mtu yoyote mwengine. Uwe tayari kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko kuwa tayari kwa mtu yoyote mwengine, kimapenzi ya kumpenda na kutekeleza yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrisha. Hapa tukiitumia hadithi hii ambayo ni sahihi imepokewa na, na, na Bukhari na Muslim, na tukiitupia jicho katika mujtamaa wa waislamu wengi, tunajikuta kwamba hatunayo. Imekuwa wazazi wetu ni bora sana, haikuambiwa kwamba wao si bora.